Jina naitwa Hamisi Msele Mwali, ni wakala katika kituo cha Tibirinzi jimbo la Chake Chake. Mimi nilikuwa katika kituturi namba tano, mheshimiwa. Kwa masikitiko makubwa, mimi niseme kwa masikitiko makubwa yaliyotukuta sisi mawakala au wananchi wa Zanzibar, yaliyotukuta katika uchaguzi huu. Tulitii agizo uliotuletea mheshimiwa kwamba tarehe 28 tutulie na tuachie CCM wapige kura kwa utulivu kikawaida. Wanachama wa ACT wazalendo ni wasikivu, ni wana uweledi wa hali ya juu, na wanatii amri za viongozi wao. Kinyume na hivyo mwenyekiti, nafikiria ingekuwa ni maafa mengine, lakini tulitulia, tukasikiliza agizo lako kutoka katika chama wakapiga kura zao kadiri walivyojaliwa wenyewe. Siku ya tarehe ishirini na tisa, mheshimiwa, tulifika vituoni mapema tukapewa vitambulisho vyetu kwa ajili ya wakala. Mimi katika kituturi changu namba tano nilirekodi majina mpaka mtu wa ishirini na nne, nikiwa na ushahidi kwamba kura 24 kwa zitangulia mwanzo zote katika jimbo la Tibirinzi, shehia ya Tibirinzi, hakuna hata kura moja ya CCM kuanzia jina namba moja mpaka namba ishirini na nne ishirini na tano mheshimiwa kwa sababu na ueledi na kwenye jimbo hilo unakaa alikuja mama mmoja ambaye ni mke wa sheha wa zamani wa Tibirinzi hiyo ndio ilikuwa kura ya mwanzo watu wa CCM kura ya pili ilikuwa ni kura ya askari mmoja mstaafu mwanawe Tibirinzi kura ya ishirini na sita hiyo ilikuwa ndio kura ya CCM inamaana mpaka dakika hiyo kuna ishirini na nne kwa mbili 2 Mheshimiwa, kilichofuata katika foleni ya pale ni orodha ya wana CCM ambao ni askari wa vikosi waliokuja mpanga foleni. Jumla yao alikuwa ni 13 mmoja baada ya mwingine, wamefuatana watu 13. Kama wakala, wajibu wangu nilichokifanya ni kuanza kutoa maelezo kwa PO kwa sababu analetwa mtu sura yake, Saidi Muhamedi Saidi ni kijana wa umri wa miaka kumi na nane mpaka ishirini lakini wallahi cha kusikitisha, marehemu baba yangu alikuwa kijana, ni mzee amekomaa zaidi ya kukomaa. Kumuuliza pio, hivi umri unaanza uzeeni? Mtu akaja utotoni, sura ni ya mzee aliyekomaa, mtoto ana miaka kumi na nane. Swala lililofuata pio, ukimweleza swala akuambia si kazi yako. Sasa kazi yangu nini mimi huko ikituturi kuja kuangalia watu wa kwanza? Ikawa hivyo wa pili, mheshimiwa, watatu, mimi nikasema hili haliwezekani. Waliokuwepo watu watibirinzi katika kituturi changu, nafikiri mumo na mlishuhudia nilichokifanya hapa, hili haliwezekani. Wakaletwa askari watatu, kwamba waja nitoe nikaitwa toka nje, unafanya vurugu. Nikauliza, vurugu langu ni lipi? unazuia watu wasipige kura kwa utulivu? Nikamuuliza askari aliokuja na nyota tatu, mwana mama, hawa wote hawa wewe wawajua? sisi watu Watibirinzi twasema hawa hawakai katika sheria yetu. Lakini chengine kinachofuata, mkata kura anatoa kura mbili mbili mpaka tatu kwa vijana wale Ikafika hatua tunakamatiana kitabu, yeye anavuta na mimi navuta, utakata sikati, utakata sikati. Lakini cha kuonyesha kwamba Mungu hamfichi mnafiki, na siku zote ukisimama na haki, na kuja kwako miongoni mwetu, ndugu yangu, mtoto wa mjomba wangu Muhammad Sleman Bedui, anayeambiwa Tibirinzi, anaye mwanae ndo Ahmada, alikwenda kituturi kapua kura kumi. Akapewa kura kumi. mwakilishi mbili Diwani mbili mbunge na rais wote kwa jumla, kwenda kwenye kituturi. Yule kijana akarudi, akaja akamwambia bio kwamba bwana, umenipa kura nyingi askari wako pale. Nikamwambia Mungu hamfichi mnafiki. Huyu nani? Huyu hataki dhulma, amerudi muislamu wa kweli, mwangalieni. Wakafedheheka askari wakatoka, mheshimiwa, wakarudi katika maeneo yao. Kuendelea na usikivu, mgombea wa udiwani Msabaha alikuwepo baada ya vurugu kwa jingi, akanambia tulia, acha zoezi liendelee. Tukaendelea kutii amri ya viongozi, zoezi likaendelea, lakini Mheshimiwa, mimi nilishindwa kuendelea, nikampisha wakala mwingine, kwa sababu niliwaambia, kwa hali ilivyo, siwezi kukaa tena huko ndani kwa sababu ni uchafu uliokithiri, na haya ndio yaliokithiri katika ma... sheha naibu sheha wao walikuwa ni mwakala wa kuleta watu kuingiza ndani wapige kura, wanatolewa huku wakiingizwa huku.